Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Wapendwa, siku hizi vijana wengi wanajiandaa kupokea Sakramenti ya Ndoa. Ndoa ni zawadi takatifu ambapo wanandoa wameitwa kupendana kama Kristo analipenda kanisa lake. Wakati changamoto zinapotokea, kumshikilia Mungu katika sala na kupokea Sakramenti mara kwa mara